Ndugu zangu wanafunzi, serikali yetu imeweka kipaumbele kwenye sekta ya elimu. Mheshimiwa Rais ameweka fedha nyingi kwenye bodi ya mikopo. Nadhani mwaka jana tulikuwa na fedha kama bilioni kumi na nane, mara hii ameweka bilioni thalathini na tatu. <laughs> Huyo ndio Dokta Mwinyi tunayemzungumza. Tukisema Dokta Mwinyi, sisi huwa tunamaanisha na pale tukisema mitano tena vijana mjue kama tunamaanisha huyu jamaa anafanya kazi kubwa sana. Sasa bilioni 33 hizi wala hizi si za shughuli nyingine, shughuli hii ni ya kwenu. Wewe kipasi chagua tu chuo unachotaka halafu andika barua yako ya bodi ya mikopo, tunakupa mkopo wako unaendelea na shule. Zamani vijana wetu wanapasi lakini wanashindwa kuendelea kwa sababu wazazi hawana uwezo, wako wengi yalitukuta wengi mzazi hana uwezo wa kumsomesha mtoto university kutokana na gharama. Lakini sasa vijana wa Kizanzibari wote Mheshimiwa Rais ameweka utaratibu mzuri na kila mmoja mwanafunzi atasoma, hakuna mwanafunzi ambaye ataachwa nyuma. Kila tutakapopata uwezo, walimu wetu, mambo yenu yatakuwa mazuri zaidi. Tutaendelea kuwatunza walimu katika nyanja zote Inshallah. Mwendelee tu kutuombea dua. Mambo yakiwa mazuri, basi na walimu mambo yataendelea kuwa mazuri. Tuwatakie kila la heri, kazi hii ni kazi ya kujitolea e, pamoja na kwamba mwisho wa mwezi tunakuaga na mshahara, lakini kazi mnaoifanya ni kubwa zaidi ya mshahara tunaokulipea, lakini bado hamlalamiki, mnakaa kimya, nyinyi mnaendelea tu kufanya kazi yenu, mshahara, bado, lamiki, kimia, kazi. Kwa hiyo naomba mpokee shukurani zetu hizi na mpokee shukurani za mheshimiwa rais kwamba kwa kweli anaongoza wizara ya elimu na mafunzo ya amali. Tutoe pongezi na shukurani za dhati kwako wewe binafsi kwa utaratibu ambao umejipangia: kila mwaka kila inapofika mwezi mtukufu wa Ramadhani kuja kutusalimia kuja kutoa aidhi, lakini baadaye kutufutarisha. Tunakupongeza sana mheshimiwa makamo. Naomba wanafunzi tumpigie makofi tafadhali. Lakini mheshimiwa makamo, utaratibu huu siku zote unatuambia unakuja huku kwa maagizo ya Mheshimiwa Rais wa, wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Tunaomba pia tumpongeze na tupelekee salamu zetu, kama tunamshukuru na tunampongeza kwa kuona mbali. Mheshimiwa, sisi kama wadau kwenye sekta ya elimu hapa ambako tupo ni dahalia ya wasichana, tunafahamu serikali imefanya mambo mengi na makubwa kwenye sekta ya elimu, lakini haitoshi kutujengea miundo miundombinu, kutupa walimu bora, kutupa vifaa vya kisasa kutuletea fanicha za kisasa, lakini mnakuja mnatulisha katika midomo yetu. Mheshimiwa, katika neema moja kubwa na katika sadaka moja ambayo ina utukufu, ni kumlisha mfungaji kipindi cha Ramadhani. Mheshimiwa, Allah ajalie sadaka hii iwe miongoni mwa ujira mkubwa utakaoongeza mizani kwenu nyinyi viongozi wetu, na iwe ni sehemu ya kinga ya kuwakinga na mabalaa yote inshallah, na Mwenyezi Mungu awaendelee kuwahifadhi na kuendelea kutuongoza.